Kama utakuwa mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii najua, utakuwa umekutana na video ambayo inatembea sana kwa sasa. Ni video ambayo inaonyesha wasanii wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz kutoka WCB na Lulu Diva Divana wakiwa pamoja, na ilikuwa ni siku ya listening party ya albamu mpya ya Romy Jones kutoka WCB ambayo inakwenda kwa jina la Changes. Of course ilikuwa ni Jumanne, siku ambayo Romy Jones alikuwa anafanya listening party pale pande za samaki samaki, Mlimani City, na mastaki baa waliweza kutokea usiku ule so,

picha ya Diamond Platnumz akiwa na Lulu Diva na kuandika kwamba kwa sasa Lulu Diva yupo kwenye mahusiano kimapenzi na Diamond Platnumz. Diamond Platnumz alipita na kuacha comment hii. Sina mahusiano naye na naomba tuheshimiane kwa kila anayesambaza. Hu. Siku na neno hapa ambalo Diamond Platnumz ameliandika kusema ukweli ni neno zito kidogo. So, huo ndio ujumbe wa Diamond Platnumz alioacha kwenye peji moja ya udaku kuhusiana na tetesi hizi za yeye kudate na Lulu Diva Divana baada ya video fulani hivi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kionesha wakiwa na ukaribu fulani hivi, ile zero distance. Tunajua kwamba sasa hivi Diamond Platnumz, yeyote anayekaa naye karibu, hasa akiwa mrembo, basi watu wanakuwa na mengi sana ya kuandika. So Diamond kwa safari hii kaona mm, kwa nini bwana mnaniingilia kwenye kila jambo? Of course tunajua kwamba Diamond Platnumz kwa sasa kwenye mwemusa, yupo kwenye mahusiano ya kimapenzi na Tanasha Dona, na Tanasha Dona yupo na ujauzito. So hataki kumpa stress mtoto wa watu asije akapata matatizo bure, na katika na, katika kipindi hichi ambacho yuko nacho, anatakiwa awe ni mtu mwenye furaha masaa yote. Diamond Diamond Platnumz ameibuka na kukanusha taarifa hizi za kudate na Lulu Diva Divana. You can drop your comment hapa chini lakini stay with us, stay connected with us kupitia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tunapatikana kama Ricky Media Teaser, lakini bila kusahau kwenye upande mzima wa YouTube usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Ricky.